Darling, kabati lako limejaa nguo lakini hujawahi kupata nguo ya kuvaa unapohitaji kutoka. Njoo. Hii video ni kwa ajili yako. Leo nakupa sababu tano kwa nini kabati lako limejaa nguo alafu hujawahi kupata nguo ya kuvaa pale unapokuwa na safari ama uhitaji wa kwenda mahali popote. Cha kwanza, unanunua nguo bila kujiuliza hiyo nguo unainunua kwa sababu gani, kwa ajili ya tukio gani, na kwa wakati gani? Yani, unapokwenda kufanya manunuzi ya nguo, umeamua kwenda kununua dresses, basi kila gauni unayoishika jiulize, hii gauni ni ya usiku? nainunua je? na safari za usiku je? Nitaivalini? nitaenda nayo kwenye tukio gani? hii inanifaa wapi? Hayo maswali yote hakikisha umeshayajibu. Niko comfortable na hii rangi? Niko comfortable na namna ambavyo inaonekana kwenye mwili wangu? Hayo ni maswali unapaswa kujiuliza wakati umekwenda kufanya manunuzi, la sivyo kabati lako litajaa nguo nyingi na hutokuwa na nguo ya kuvaa. Sababu ya pili, ukienda kununua nguo haujaribu, unanunua kwa sababu unaamini macho yako, au umejaribu haraka haraka umerudi nayo nyumbani, alafu baada ya siku mbili siku tatu ukija ukiivaa haikutoshi, aidha ni ndogo, aidha ni kubwa, kwa sababu unaamini pia kwamba utapungua ama utaongezeka. Lakini dae hata ufanyi mazoezi haufanyi, unaendelea kuiweka kabatini kwako. Kwa hiyo acha hiyo tabia ya kununua nguo bila kujaribisha na kuhakikisha ya kwamba inakutosha kwa sababu utajaza mzigo kwenye kabati lako. Sababu ya tatu, unapokwenda kununua nguo haununui neutral colors. Rangi kama nyeusi, nyeupe, kijivu, rangi ya cream, rangi ya kaki, rangi ambazo zitakuruhusu wewe kuzivaa na kuzimatch na vitu vya aina mbalimbali mbali. Hizi ni rangi ambazo zitakupa uhuru wa kuplay around na kuvaa katika wakati tofauti, lakini ni timeless colors ambazo hazijawahi kuisha kuwepo kwenye fashion. Kwa hiyo hautokaa kukosa nguo ya kuvaa kwenye kabati lako kama utastick kwenye kununua neutral colors. Kitu cha nne, ama kosa la nne ambalo linakufanya wewe usiwe na nguo za kuvaa kwenye kabati lako ni unanunua nguo kulingana na trend trend umeona kwenye mitandao ya kijamii umemwona celebrity ambayo unamfuatilia umemwona mtu ambaye unampenda anavaa nguo za aina fulani, and then na wewe ukapata msukumo wa kwenda kuinunua ile nguo, lakini hujajiuliza kama hiyo nguo ambayo umekwenda kuinunua kulingana na trend, basi una uhitaji nayo lakini pia, je, itafaa kulingana na maisha ambayo wewe unaishi? Sababu ya tano na muhimu sana, unanunua nguo zisizoendana na lifestyle yako. Wewe ni mtu corporate lakini unanunua nguo ambazo nyingi ni casual, kwa hiyo kwenye kabati lako utajaza nguo nyingi, lakini haziendani na lifestyle yako. Wewe una mara chache sana ambayo unatoka kwenye matukio ya usiku, lakini kabati lako limejaa nguo zenye vimeremeto, zenye kung'aa, zenye muonekano wa usiku. Wewe una matukio ya mara chache sana ambayo yanakuhitaji kuvaa nguo fupi, lakini kabati lako limejaa nguo fupi. For that my dear Hautokaa uwe na nguo ambayo utahitaji kuvaa kwa wakati sahihi. Kwa hiyo kabati lako litakuwa limejaa nguo nyingi, lakini utakuwa hauna nguo ya kuvaa. I'll see you next time but for now, ciao, love you. Usisahau ku like, share and comment, lakini pia nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii at Annie Independent. Bye.